Lengo ambalo mmeendelea kulitekeleza ni kuishauri serikali katika maswala mbalimbali yanayohusu ustawi mbali wa mamlaka ya serikali za mitaa na sina shaka kupitia mkutano huu wa kumi na tano mtatoka hapa na maazimio na ushauri kwa serikali yetu kwa kulenga kuongeza ubora wa utendaji wa serikali lakini pia na utoaji wa huduma kwa wananchi, kwa kuzingatia ukaribu na ushirikiano wenu na wananchi, naamini mnazitambua vizuri changamoto ambazo zinawakabili wananchi wetu kwenye maeneo yetu, na mnaelewa pia afua ambazo zikitekeleza zinaweza kuleta maendeleo makubwa. Na kwa muktadha huo, endeleeni kuimarisha taasisi hii ya toa ili iweze kuwa na nguvu na iweze kuishauri serikali ipasavyo wakati wote tena, pamoja na kuhimiza wanachama kufanya kazi kwa weledi uzalendo ili kuleta matokeo chanya yanayotarajiwa.